Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo ni Jumatatu tarehe 7 Aprili, Jumatatu katika juma la tano la kipindi cha Kwaresma mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza ni la kitabu cha Nabii Danieli sura ya kumi na tatu aya ya kwanza hadi ya tisa aya ya 15 hadi ya kumi na saba aya ya kumi na tisa hadi ya thelathini na aya ya thelathini na tatu hadi ya sitini na mbili, na somo la injili ni injili kama ilivyoandikwa na Yohane sura ya nane aya ya kumi na mbili hadi ya ishirini. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Basi mafarisayo wakamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako si kweli. Yesu akajibu akawaambia, mimi ningawa ninajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndiyo kweli, kwa sababu najua nilikotoka na niendako, lakini ninyi hamjui nilikotoka wala niendako. Ninyi mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili, mimi simhukumu mtu. Nami nijapohukumu, hukumu yangu ni kweli kwa kuwa mimi si peke yangu, bali ni mimi na yeye aliyenipeleka. Tena katika torati yenu imeandikwa kwamba ushuhuda wa watu wawili ni kweli. Mimi ndimi ninayejishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenipeleka ananishuhudia. Basi wakamwambia, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui, wala baba yangu hammjui. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na baba yangu. Maneno hayo aliyasema alipokuwa akifundisha hekaluni, katika chumba cha hazina, wala hakuna mtu aliyemkamata, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. neno la Bwana. Mpendwa msikilizaji, leo tunaongozwa na ujumbe usemao tumwamini na kumfuata Kristo, tumwamini na kumfuata Kristo. Katika somo la injili tulilosikia linahitimishwa kwa kusemwa kwamba hamna mtu aliyethubutu kumkamata Yesu kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Mpendwa msikilizaji sasa tukiwa tunaelekea elekea, elekea kuhitimisha kipindi cha Kwaresma kwa maana mwishoni mwa juma hili siku ya Jumapili tutaanza Juma Kuu la adhimisho kuu la mateso, kifo na hatimaye ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe Yesu anaanza kujiandaa kuelekea kutimiza lengo la yeye kuja hapa ulimwenguni kuteswa, kufa na kufufuka ili kutukomboa sisi. Lakini kabla ya hapo, Yesu anatoa mafundisho mazuri sana ya kutufaa sisi kupitia Mayahudi, Mafarisayo, Masadukayo na watu mbalimbali, hasa wale ambao walikuwa wapinzani wake. Yesu amekuwa akifundisha kwa muda kama wa wiki mbili, tunasikia Injili ya Yohane. Yesu akifundisha mambo ya msingi sana kuhusu utume wake kuhusu asili yake, kuhusu lengo la yeye kuwepo hapa ulimwenguni, kuhusu kumwamini yeye, kumfuata, kuhusu matendo ambayo ameyafanya, matendo ya huruma na huduma kwa watu mbalimbali mbali wenye shida, na mafundisho mengine mengi yanayoonyesha Mungu mwenye huruma na upendo na msamaha kwa sisi wanadamu. Hatimaye, katika somo la leo, mpendo wa msikilizaji, Yesu anatufundisha kwamba tumuamini yeye na kumfuata maana yeye ndiye njia ya kweli kabisa ya kumwendea Baba. Yesu leo anafundisha katika somo la Injili kama tulivyosikia kwanza kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Ina maana kwamba Yesu anauangaza ulimwengu yeye kama mwana wa Mungu na Mungu kweli aliye katika muunganiko wa pekee wa milele na Mungu Baba na Roho Mtakatifu, anatuangaza sisi wanadamu wote. Kumbe kwa mtu yoyote ambaye anataka kumuona Baba, mtu yoyote ambaye anataka kufikia uzima wa milele anapaswa kumwamini Kristo, kumfuata Kristo kwa maneno, lakini zaidi kwa matendo. Yesu amefundisha vizuri sana kwamba Kile anachofanya hapa duniani anamshuhudia Mungu Baba, Mungu ambaye ametuumba sisi wanadamu wote, Mungu ambaye anatutegemeza sisi wanadamu wote, Mungu ambaye anatuongoza sisi wanadamu wote, Mungu ambaye anawezesha yale yote tunayo yafanya. Kumbe kumwamini Kristo ni kumwamini Mungu. Ndiyo maana tunapaswa kujibidisha, kama ambavyo tumekuwa tukifanya mazoezi mbalimbali mbali ya kiroho katika kipindi hiki cha Kwaresma kusali, kutafakari, kufunga na hata kuwasaidia wahitaji wenye wa shida mbalimbali. Tunahimizwa vyote hivyo tulivyovifanya vitusaidie kumwamini Kristo, kuliamini neno lake na kulishika katika maisha yetu. Tusiwe na shaka hata mara moja kuhusu ukweli wa Yesu na ukweli wa mafundisho ambayo Yesu anatupatia. Tusiwe kama mafarisayo na masadukayo ambao wanampinga Yesu, na tunaona wanaonesha wazi, kama tulivyosikia katika somo la Injili, kwamba ushuhuda wa Yesu ni kama wanawasiwasi, nao si wa kweli kwa sababu yeye anajishuhudia mwenyewe, ni kama yeye anajisifia anajitangaza. Lakini Yesu anasema wazi, nyiye mmeshindwa kunisadiki mimi, hata Mungu ambaye mnadai kwamba mnamfahamu hamwezi kumwelewa. Kumbe ndugu zangu wapendwa, Siku chache zilizobaki kuelekea kuhitimisha kipindi cha Kwaresma, kila mmoja wetu ajiulize ni kwa namna gani tumeweka bidii na jitihada za kutulia na Kristo kumsikiliza Yesu. Yesu anazungumza nasi kila mmoja wetu moyoni mwake. Yesu anatuelekeza na kutuongoza kwa mbatizwa yeyote ambaye ndani yake amewekewa alama wazi isiyofutika ya Yesu, alama ya Roho Mtakatifu ndani yake. Daima Yesu anazungumza nasi na kutuelekeza mambo mengi sana, kwa mfano upendo na huruma kwa wenzetu, ukarimu, utu wema na sifa nyingine za kimungu pamoja na fadhila za Kikristo. Kumbe tuzidi kuomba neema ya Mungu katika juma hili kuelekea juma kuu wiki ijayo. Basi Mungu atusaidie kweli, Yesu ambaye tumejibidisha kumpenda katika kipindi hiki cha Kwaresma aweze kutuletea mageuzo ya ndani ya mioyo yetu ya imani yetu, ili kweli tuzidi kumsadiki Kristo, yani kumwamini Kristo kweli kweli na kumfuata hasa kwa matendo yetu, na hapo, wapendwa wasikilizaji, ndipo tutafanikiwa tutakaposherekea sherehe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kupata mafaa yake. Ufufuko wa Kristo utakuwa ni mwanzo mpya na imara wa imani yetu ya Kikristo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateli Andrea Samsoni Chacha wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!